Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye chaneli yako pendwa, mahali pa simulizi za ajabu, safari zisizo za kawaida, na urembo wa dunia unaoambatana na hatari ya maisha. Kama unapenda maajabu ya dunia, lakini pia unapenda kutetemeka kwa msisimko, basi huu ni muda wako. Leo tunakuletea simulizi ya mandhari au maeneo kumi ya kuvutia, lakini yenye hatari ya kweli maeneo ambayo kila hatua ni ya kusisimua. Karibu. Mandhari ya kwanza ni hekalu la Kukulkan linalopatikana nchini Mexico. Ngazi za hekalu hili maarufu ni kali ya ajabu, kila jiwe limepangika kwa mwinuko wa kutisha. Ukizembea unaweza kujikuta ukiteleza na kuanguka umbali mrefu, na majeraha yake yanaweza kuwa makubwa na hata kukusababishia kifo. Mandhari ya pili ni mlima Ushan kutoka nchini China. Unatajwa kuwa mlima hatari zaidi kupandwa duniani. Njia zake ni nyembamba zikiwa zimebambikwa pembeni ya miamba ya juu kabisa, na mara nyingi hazina hata uzio. Kosa dogo la miguu yako, na safari yako inaweza isirudi tena. Ni mahali pa wanaojua kupumua kwa makini na wasioyumba kwa hofu. Mandhari ya tatu ni Danakil Depression kutoka nchini Ethiopia, ni moja ya maeneo yenye mazingira ya ajabu duniani. Ipo chini ya usawa wa bahari kwa mita 127. Mandhari yake yenye rangi kali za manjano, machungwa na nyekundu zinatokana na gesi na chumvi za kiasili. Uzuri wake ni wa kustaajabisha, lakini pia ni hatari kiafya kwa wasiozoea mazingira ya gesi chafu. Mandhari ya nne ni kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, Dubai Marin Xline ni zipline ndefu zaidi ya mji duniani. Unaporuka juu ya majengo ya kifahari ya Dubai kwa kasi kubwa, unahisi kama unapaa kati ya maisha na mauti. Ni safari ya sekunde chache tu, lakini msisimko wake unaweza kubadilisha maisha yako. Mandhari ya tano ni Death Valley kutoka nchini Marekani. Ni jangwa la ajabu lakini lenye joto kali zaidi duniani. Joto linaweza kufika hadi nyuzi joto 56. Kukosekana kwa maji na kivuli ni jambo la kawaida. Watu wamepoteza maisha kwa dakika chache tu baada ya kufika kwenye bonde hilo. Bonde hili lina jina lenye maana halisi, ni bonde la kifo. Mandhari ya sita ni Krela Bolten kutoka nchini Norway, jiwe lililokwama kati ya miamba miwili likininginia hewani juu ya mwanya mrefu. Wapiga picha wanalipenda, lakini kwa wanaopanda hapo juu ni changamoto ya maisha. Ukiteleza, huna muda wa kufikiria, unaporomoka moja kwa moja hadi chini ya mwamba wa bahari. Mandhari ya saba ni volkano Villarrica kutoka nchini Chile, volkano inayofanya kazi hadi leo. Watalii hushuka hadi karibu na mdomo wake, ambapo lava inang'ara na kutoa moshi mzito. Picha ni nzuri, lakini kosa dogo tu linaweza kugeuza majivu kwa sekunde. Hii siyo picnic, ni safari ya mashujaa. Mandhari ya nane ni Snake Island ama kisiwa cha nyoka kutoka nchini Brazil. Kisiwa hiki kina maelfu ya nyoka aina ya Golden Lancehead wenye sumu kali zaidi duniani. Sumu yao inaweza kukuua ndani ya dakika chache. Serikali ya Brazili hairuhusu mtu yeyote kuingia bila ruhusa maalum. Ni kisiwa kisicho na binadamu kwa sababu nzuri kabisa. Mandhari ya tisa ni mlima Everesti unaopatikana nchini Nepal. uzuri wake hauelezeki, lakini pia ni kaburi la mashujaa wengi. Hali ya hewa hubadilika ghafla, baridi ni kali sana, oksijeni ni haba. Wale waliopanda hadi kileleni huelezea uzuri wake, lakini pia huzungumza juu ya uoga na kila hatua waliochukua, ni safari ya maisha au kifo. Mandhari ya kumi na ya mwisho ni kutoka nchini India, inafahamika kama Harihar Fort. Ngome hii ipo juu ya mwamba wenye umbo la pembe tatu. Njia ya kupanda ni ngazi zilizochongwa moja kwa moja kwenye mwamba zenye mwinuko wa karibu digrii themanini. Ukikosea tu hatua moja, unaweza kujikuta ukielea hewani bila msaada wowote. Ni safari ya moyo wa chuma. Na hapo ndio mwisho wa safari yetu ya leo, safari ya hatari lakini ya kusisimua. Je, wewe ungependa kutembelea mojawapo ya maeneo haya, au nadhani ni wazimu tu kwenda huko? Kama umefurahia simulizi hii, bonyeza subscribe sasa hivi na uwashe kengele ili usikose hadithi nyingine kali zaidi zinazokuja. Asante kwa kutazama. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa shujaa wa safari kupitia hadithi. Tukutane tena kwenye simulizi inayofata. Chao.